Mimi na wasi, nikiwa kiongozi, ikiwa jirani yenu, nakiwa mmoja wenu, ya kwamba ni lazima tuweke taifa letu mbele ya mambo yote. Mungu alituweka katika taifa letu la Kenya, yeye ndiye alitupatia sehemu mbalimbali za kuishi, lugha mbalimbali, lakini sisi zote ni wa Kenya. Mimi na wasi, tusiweze ama tusidhubutu kuhatarisha umoja na undugu wa taifa letu la Kenya. Mjue ya kwamba hii Kenya ni ya kila kabila na kila dini, na ni ya vizazi vyote, vizazi vya sasa na vizazi vijayo. Kwa hivyo lazima tuhifadhi umoja wetu, undugu wetu, utaifa wetu, tusidanganywe kusambaratika katika misingi ya kikabila, kwa sababu ukabila ni uh, ni adui mkubwa wa utaifa wetu na umoja wetu. Na sisi mnajua, Wakamba Wakamba wako kila kona ya Kenya, sio tu wale wanaishi hapa Ukambani. Si Wakamba wako Mombasa? si Wakamba wako Taveta? si Wakamba wako Hola? si Wakamba wako pande ya Garissa? si Wakamba wako kila mahali mpaka Nakuru na Kisumu na kila mahali na Nairobi. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba sisi zote ni taifa moja, na mahali mtu ako ndio kwao nyumbani. Mahali mtu amepata riziki, amepata kazi, amepata familia, hata kama alizaliwa hapa Kitui, lakini ana, amepata riziki na anaishi huko Mombasa, huko Mombasa ndio kwao. Kweli si kweli? Kwa hivyo nyinyi mungetaka Kenya tuwe na umoja ama mnataka mambo ya ukabila? Tuwe taifa moja. Tushikamane kama taifa moja. Makabila yote, dini zote. Wangapi hapa wanasema tuwe na umoja?